Katika video hii tutaenda kuangalia mambo matatu makubwa. Jambo la kwanza, tutachunguza kwa nini dola ya Marekani ilichaguliwa kuwa ndio fedha kuu katika biashara na miamala ya kimataifa. Lakini jambo la pili, tutaenda kuangazia sababu zilizopelekea baadhi ya mataifa, hasa mataifa ya Umoja wa BRICS kujiondoa katika matumizi ya dola kwenye biashara za kimataifa, na mwisho tutajadili athari za hatua hiyo kwa Marekani na athari za hatua hiyo kwa mataifa mengine yanayojitoa kwenye matumizi ya dola katika miamala ya kimataifa. Langu jina ni James Atilio, mtaalamu wa masuala ya uchumi sera na mipango. Karibu. Dola Marekani imekuwa fedha kuu katika masoko ya kimataifa kwa miongo mingi sana, ikiwa ndiyo fedha kuu inayotumika katika mabadilishano kwenye biashara ya kimataifa Nchi nyingi zilikuwa zikitegemea dola katika biashara za kimataifa na shughuli nyingine za kifedha, lakini kwa sasa kuna ongezeko la mataifa mengi yanayotaka kujitoa katika utegemezi na utumiaji wa dola Marekani kwenye miamala ya kimataifa. Na hii imekuja kutokana na sababu mbalimbali, zikiwemo sababu za kiuchumi, kisiasa na za kifedha, ambazo tutaenda kuzijadili kwa undani kabisa katika makala hii. Historia ya dola Marekani na sababu zilizochangia kutumika kimataifa. Dola Marekani ilianza kuwa fedha kuu ya kimataifa baada ya vita vya pili vya dunia, wakati ambapo uchumi wa Marekani ulithibitika kuwa ndio uchumi imara kuliko nchi nyingine zote. Katika mkataba wa Bretton Woods wa mwaka 1944, dola Marekani ilitambulika kuwa ndio fedha kuu ya mabadilishano katika biashara za kimataifa. Hii ilifanya dola kuwa ndio fedha yenye thamani kubwa mno, na hivyo mataifa mengine yakaamua kuweka akiba za dhahabu kwa kutumia dola kama ndio sehemu ya mfumo wa kifedha wa kimataifa. Baada ya mfumo wa Bretton Woods kumalizika mwaka 1971, ambapo Marekani iliondoa dola kutoka katika dhamana ya kuweka akiba kutoka kwa mataifa mbalimbali mbali, Dola Marekani ilibakia kuwa ndio fedha kuu kwa sababu ya nguvu ya uchumi wa Marekani na imani ya kimataifa katika utawala wake wa kifedha. Dola Marekani ikaendelea kutumika kwenye malipo mbalimbali yakiwemo malipo ya mafuta, biashara za kimataifa

Na ikumbuke kwamba uchumi wa dunia umebebwa na dola Marekani. Hata hivyo, The Simpsons ni katuni ya ucheshi inayojulikana kwa kejeli na utani kuhusu masuala mbalimbali, yakiwemo masuala ya kijamii na ya kisiasa, na mara nyingi hutoa maoni ya kubuni kuhusu siku zijazo, ingawa baadhi ya matukio yanayowasilishwa katika kipindi hiki yanaonekana kabisa kufanana na matukio halisi yanayokuja kutokea baadaye Kuanzishwa kwa umoja huu wa nchi za BRICS ambazo zipo na ajenda ya kuanzisha sarafu yao ambayo itatumika kwenye, kwenye miamala na biashara za kimataifa baina yao wao wenyewe huenda ikawa ndio mwanzo wa kutimia kwa utabiri huu kutoka katika katuni ya The Simpsons. Hata hivyo, kutokana na changamoto za kifedha, kisiasa pamoja na kiuchumi, mataifa mengi yanajitahidi kutafuta njia mbadala ili kuepuka utegemezi wa dola ya Marekani, na hizi ndizo sababu kuu zinazochangia kujitoa kwa nchi nyingi katika matumizi ya dola. Sababu namba moja ni kutegemea uchumi wa Marekani. Nchi zinazotegemea dola kutegemea pia uchumi wa Marekani pamoja na sera zake za kifedha. Hii inamaanisha kuwa maamuzi yoyote yanayofanywa na marekani huwa yanawaathiri moja kwa moja. Kwa mfano, maamuzi ya Marekani katika mabadiliko ya viwango vya riba au sera za kifedha ambazo zinaweza zikaathiri thamani ya dola pia huathiri uchumi wa nchi hizo. Sababu ya pili ni athari za vikwazo na embargos. Embargoes ni hatua za kisheria ambazo huchukuliwa na serikali zikilenga kuzuia biashara ama uhusiano wa kiuchumi kati ya nchi moja na nchi nyingine. Kwa kawaida, embargo huzuia nchi fulani kuuza na kununua bidhaa, huduma au rasilimali kutoka kwenye nchi nyingine. Hii ni hatua ya kisiasa inayochukuliwa kama ni njia ya kushinikiza mabadiliko fulani, kama vile kuzuia vitendo vya uhalifu, ukiukwaji wa haki za binadamu ama udikteta kwa mfano Marekani mwaka 2018 iliamua kuiwekea Iran embargo kwa sababu ya programu yake ya nyuklia, na hivyo Iran ikakosa uwezo wa kufanya biashara ya kimataifa na mataifa mengine. Hali hii ilizua matatizo makubwa sana kwa uchumi wa Iran na kuathiri maisha ya wananchi wake, ikiwa ni pamoja na kupanda kwa bei za bidhaa na uhaba wa baadhi ya bidhaa na huduma muhimu. Sababu nyingine ni ujio wa sarafu ya kidigitali, fedha ya kidigitali kupitia benki kuu, central bank digital currency, zinatoa nafasi kubwa kwa mataifa kutafuta mbadala wa matumizi ya dola katika masoko ya kimataifa. Sarafu hii ni rahisi sana kutumika, haitegemei dola ya Marekani na inatoa uhuru zaidi kwa nchi kutawala sera zake za kifedha. Sababu ya mwisho ni kuimarisha sarafu za nchi nchi kama China na Brazili zimekuwa zikijitahidi sana kuimarisha sarafu zao, na zinaimarisha sarafu zao kwa kutafuta njia mbadala za kufanya biashara kwa kutumia sarafu zao wenyewe. Lengo ni kuongeza nguvu ya sarafu zao, kupunguza utegemezi wa dola na kuboresha biashara za nje. Athari za nchi kujitoa katika matumizi ya dola. Ikiwa nchi nyingi zitajitoa katika matumizi ya dola Marekani, kuna athari chanya na hasi ambazo zinaweza zikatokea. Athari chanya. Uhuru wa kifedha. Nchi zitakazojitoa katika matumizi ya dola kwenye miamala ya kimataifa zitapata uhuru zaidi katika kupanga sera zake za kifedha na uchumi bila kuwa na utegemezi wa Marekani. Kuimarisha sarafu za ndani. Nchi zitakazotumia sarafu zao wenyewe katika biashara za kimataifa zinaweza kuona ongezeko la thamani za sarafu zao na hivyo kuboresha uchumi wao. Athari hasi. Gharama za kubadilishana fedha. Nchi zitakazojitoa kwenye matumizi ya dola katika miamala ya kimataifa zinaweza kukutana na gharama kubwa za kubadilishana fedha kwa sababu sarafu nyingine hazina soko la kimataifa kama ilivyo katika dola. Hii inaweza kuongeza gharama za biashara na kufanya bidhaa kuwa ni za gharama zaidi. Sababu nyingine ni kutokuwa na uhakika wa thamani. Dola Marekani bado inaaminika zaidi kuliko sarafu nyingine. Kwa hiyo, nchi zitakazojitoa katika matumizi ya dola kwenye miamala ya kimataifa zinaweza kukumbana na changamoto ya kutokuwa na uhakika wa thamani katika sarafu zao. Athari kwa Marekani. Ikiwa nchi nyingi zitajitoa katika matumizi ya dola, Marekani inaweza ikakumbana na athari kubwa sana za kiuchumi. Na hii ni kwa sababu dola ndiyo chanzo kikuu cha utajiri wa Marekani kutokana na matumizi yake kama fedha ya akiba na fedha kuu katika biashara ya kimataifa. Ikiwa mataifa mengi yatapata njia mbadala ya kutumia sarafu zao ama sarafu za kigeni, Marekani inaweza kupoteza nguvu yake ya kifedha katika masoko ya kimataifa na hii itafanya kupunguza uwezo wake wa kufadhili upungufu wa bajeti na madeni ya mataifa mengine. Naitwa James Atilio, ni mtaalamu wa masuala ya uchumi, sela na mipango.